Tumerejea tena na sante kwa kuzidi kutufuatilia. Hii ni Viwanjani, baada ya vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salimu Msume, nipo pamoja na Michael Hyera, mwite coach Michael, pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit the only one in Africa. Bado tupo katika soka letu na tumeangazia mengi kuhusiana na kiwango cha Simba Sports Club katika michuano ya kimataifa pamoja na kiwango cha Young Africans katika michuano ya kimataifa. Kumbuka hawa ni wawakilishi pekee katika ligi ya mabingwa barani Afrika.

kwa Tanzania wakati katika kombe uh, ya shirikisho timu ni mbili Singida black Stars pamoja na Azam football Club. Turejee katika ligi kuu ya NBC ambapo inataraji kuendelea tena hapo kesho, ambapo kikosi cha Singida black Stars watakwenda kuwavaa Azam football club katika uwanja wa Chamazi Complex, Mbande jini Dar es Salaam, ambapo ofisa habari wa klabu ya Singida black Stars Hussein Fueli Masanza amesema timu yao ipo tayari kuivaa Azam football club hapo kesho, huku Masanza amekiri kuwa sio mchezo mwepesi hata kidogo, kutokana na ubora wa timu zote mbili. Kumbuke Azam na Singida zote zinawakilisha Tanzania katika michuano ya kombe ya shirikisho barani Afrika. a timu itakaa hapa Dar es Salaam kujiandaa na mchezo wetu wa ligi kuu dhidi ya Azam FC ambao utacheza tarehe tatu, Jumatano hii majira ya saa tatu usiku. Ni mchezo wa ugenini, tutacheza kwenye uwanja wa Azam complex kule Chamazi. Kwa hiyo tutazungumza zaidi kuhusiana na mchezo huo, na mashabiki waanze kujiandaa mapema kuja kuisapoti timu yetu. Ni mchezo mgumu. Azam ni timu bora, tunaifahamu na wanapokuwa kwenye uwanja wao nyumbani eh, ni timu ngumu kusema kweli, lakini ni mchezo mkubwa pia, ni big match hii na maandalizi yake pia yatakuwa makubwa kuhakikisha kwamba tunapata alama tatu. Hussein Foil Masanza akiweza kuzungumzia kuhusiana na mchezo wa hapo kesho, uh, mzee wa Skaf, ha, fa, hmm. Hmm. Hmm. kwa ajili ya michuano ya kimataifa sasa sijajua kama

Uh, sio mbaya, inajenga utamaduni mzuri hata, uh, kama siku masanza na yeye kwenye idara yake anaweza kawambia jamani, no, mi sinapendeza nyie mnaonaje, lakini sio mbaya. Kikubwa ni kwamba kweli kama alivyosema itakuwa ni mechi ngumu na mechi nzuri, kwa sababu timu zote mbili zina wachezaji wenye madaraja ambayo yanaonyesha kama kufanana, uh, pia mabenchi ya ufundi na walimu ambao Uh, wana nidhamu nzuri ya kujilinda na kushambulia uh, kwenye siku za hivi karibuni kumekuwa mechi ya kwa... kisasi kwa Gamondi, uh... Gamondi kwa sababu ni miongoni mwa mechi ambazo zilimuondoa Young Africans uh... ilianza ya Azam bao moja kwa sifuri kafuata Tabora tatu moja. Uh, hapa mfululizo. Ana haiwezi kuwa hivyo. Haiwezi kuwa hivyo kwa sababu mtazamo wa Singida Black Stars na mtazamo na alipokuwa ni vitu viwili tofauti sana. Ah, yani mimi nizungumza kwa yeye binafsi kwamba kwa sababu kwa haikufanya chochote. Mmm, unajua eh, kuna ile kama kisasi kinakutokea kinakuwa kinakuhusisha wewe moja kwa moja, eh, kwenye hiyo mechi Gamonde alihusikaje kwenye mechi dhidi ya Ali? Hakuhusika ile mm -hmm. ile inatoka kama timu wakakosa matokeo, basi mambo yakawa tofauti. Ah, yani, lakini kuna vile vitu vya yetu hoja yetu ni, ni kwamba ah. Yani kwake yeye kuna ile mark ya kwamba nilishinda michezo nane Mm, nikaja hapa Chamazi, mm, dhidi ya Azam, mm, nikafungwa bao moja, mm, ikaribu ratiba yangu ile rekodi yangu nane, furi, chuko, rekodi ya michezo nane kuanza mfululizo. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo wa tisa. Baada ya hapo akarejea tena uwanja huo huo akapigwa tatu moja, mm, watu akasema masalam ah. Mi, mimi siamini katika hilo yaani, siamini katika hilo kama anaweza kuwa na kwamba kama ataitengeneza hivyo, atasema basi, mimi uwanja wa Chamazi mi, na bahati mbaya ah, ishu sio bahati mbaya mi, labda mimi ni yangu, mana hapa nilikuja sikupata matokeo mazuri mm. Wacha naenda nikaiondoe hicho kitu sasa. Ikisha sensi hivyo, itakusumbua. Yaani kishaanza kusensi ya eh, ya e, kawaida tu sio, uh, <laughs> ni mechi ya kawaida ni mechi nzuri ambayo ushindani wa level wa wachezaji hicho. Sasa afanoizunzassa Salifuku na Tabora sasa Tabora ilikuwa ni daraja la, la, la, la, la hawa na hawa, yaani shida yangu ni kwamba wewe unachotaka ni kwamba atengeneze hisia kwamba mimi kila so napoenda Chamazi zungumzi... au Chamazi pameletea paliletea ajali, sindio? Sasa nataka niende nkaitoe hiyo. Akiitengeneza hiyo itamsumbua Lakin, dhidi ya Azam hiyo itamsumbua manake. Lakini akiamua tu kuwafanyia tathmini hmm, wacheza wa timu ya Azam hmm, eh, na akaipanga timu yake vizuri hmm, anaweza akaenda akapata matokeo mazuri mato kwa mato, sababu pia wote hawa wana mechi chache, wamecheza raundi chache kwa manake macheaz, kwanza wao kwa wao inawezekana wakaenda kuathiri hata uh, msimamo wao baadaye, kwa sababu hizi ndio timu pekee ukiachana na Simba na Yanga, hizi ndio timu pekee ambazo tunasema zinaenda kugombea nafasi mbili ei, za mbili za juu au mbili za, za kutafuta kwenye tatu na nne za uwakilishi hapo. Rashid, tuangazie kuhusiana na mechi tano za mwisho zokutana uh, Singida Black Stars dhidi ya Azam Football Club. Uh, matokeo yao yalikuwaje katika michezo mitano ambayo wameweza uh, kukutana na hapa, kwa sababu msimu wa mwaka juzi ule ilikuwa inahusishwa ni Singida uh, Fountain Gate, au tuiseef ilikuwa ni ef Ha, tuu, Zaf, Singida Black Stars moja Azam Football Club sifuri, Azam mbili Singida Black Stars moja, lakini Azam walipata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Singida Black Stars, uh, ushindi wa bao matatu kwa moja Singida ilipata ushindi wa bao moja kwa sifuri kizungumza Singida Black Stars. Singida BS hmm anaizungumza kama timu mpya ambayo ja kucheza na mtu <laughs> na katika kumbukumbu <laughs> sio mimi <sio> Mtozi <laughs> <laughs> lakini namsumi, ukienda kumbukumbu zako, kamba Mtozi kakupa hizo mechi <laughs> <laughs> <Awa. mechi, laughs> kuna mechi za Singida Black Stars, inabidi wape maelezo ya ziada, ila wenyewe ila wenyewe wanasijua mechi zao mbili moja bila mbili moja, ndio mechi zao hizo, ni mechi za Singida Black Stars. Sasa tunakuja kwa sisi hapa, kocha akiwa anazungumza kuhusiana na gemu hii hapa na jinsi ambavyo umejipanga kuelekea mchezo wa hapo kesho. Kumbuka pia a, ligi kuu ya NBC ukiachana na mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Azam Football Club, mchezo mwingine hapo kesho ndio kukutanisha kati ya JKT Tanzania ambao ni vinara wa ligi kuu ya NBC. JKT Tanzania watakipiga dhidi ya Mtibwa Sugar kwenye uwanja Meja Jenerali Samuyo kesho Jumatano saa kumi na mbili na nusu. Mtibwa ina alama tisa katika mechi saba wakati JKT Tanzania imefikisha alama kumi na sita ikiwa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Makocha na wawakilishi wachezaji timu zote mbili watazungumza kuelekea katika mchezo huo. Uh, hapo baadaye utakuja kuwa kuwasikia makocha anazungumza nini kuelekea mchezo hapo kesho. Lakini ukiachana na hayo, pia ligi kuu ya NBC hapo jana iliendelea tena kwa mchezo mmoja kuweza kuchezwa katika uwanja wa Lake Tanganyika mkoani Kigoma, kwa kutisha mchezo kati ya Mashujaa Football Club ambao wao watakuwa waliwakaribisha Coastal Union na Mangushi kutokea jini Tanga, mchezo ambao ulimalizika kwa suluhu na hivyo kuwafanya Mashujaa Football Club kufikisha alama 13 ikiwa, ikiwa nafasi Tatu, wakati Coastal Union imefikisha alama tisa katika nafasi ya nane. Mchezo wa pili uh, mfululizo uh, Mashujaa ya nyumbani anapata suruhu. Niliona facial expression ya wachezaji wa Mashujaa baada ya mechi kumalizika tu, mechi ikicheeshwa na Rafael Kambi mm. Howard Web kutoka Morogoro, ilipomalizika tu wachezaji wengi wa Mashujaa walilala chini yani, kuna kitu nilikiona kama kimesense kwamba sio matokeo walikuwa tamani kupata yani kwa... mashujaa lakini, eh, eh, eh, nafikiri ukiacha hiyo noshen ya kuwa ni dhidi ya, ya nani, inategemeana pia na jinsi ambavyo ulicheza mechi mm, yaani kwa jinsi ambavyo uh, mashujaa wenyewe walicheza mechi wanaona kulikuwa na nafasi kubwa ya wao mm, kupata matokeo zaidi hayo ambayo waliyapata maana pengine ya kupata ushindi kuliko vile ambavyo walipata sare na kuondoka na alama moja badala ya kuondoka na alama tatu ambazo wangeweza kuzipata kwenye mechi hii. Lakini kumbuka pia wametoka kucheza mechi nyingine nyumbani hapo dhidi ya Dodoma kabla ya mechi hii ambayo pia ilimalizika kwa sare. Maana yake ni kwamba hii inakuwa ni mechi nyingine ya pili mfululizo dhidi ya timu ambazo pengine sio madaraja yale top top, yani ujicheza na Simba, ujicheza na Yanga, ujicheza na Azam umecheza dhidi ya hizi timu ambazo mnaweza mkashindana kiwanjani, na wewe ukapata ukapata alama tatu kwenye uwanja nyumbani, alafu umekosa hizo alama. Kwa hiyo lazima kidogo itakuwa inakuumiza kwamba hawa ndio saizi yangu, mnaweza nikashindana nao na nikatumia ile home advantage kwenye ligi na nikapata alama tatu. Lakini nimeshindwa kupata hizo alama tatu mara ya pili mfululizo kwenye uwanja huu wa nyumbani dhidi ya hizi timu ambazo madaraja yake sio makubwa sana, yale ambayo tunasema pengine anaweza akakuzidi kwenye quality na kila kitu ambacho tunakutana nacho kwenye kiwanja. Kwa hiyo ndio maana naona hata wachezaji wenyewe baada ya mechi kumalizika walikuwa wanaona kwamba hii haikutakiwa kuwa hivi. Mm. Na pengine ina, inabakia kuwa ni ishara nzuri kwa wao kwamba wao wenyewe pia wanatamani kupata nini. Lakini kwa kocha uh, kwa kocha inawezekana pia ikawa inamuumiza kwa sababu mm. Unajaribu kuangalia kwenye mechi kama ile ambayo uh, hizo fakta ambazo imekutajia kwamba ni timu ambayo sio daraja kubwa daraja lenu yani hawa ndo wenzetu ambao tuko nao tunasema, ukiacha wale top, uh, wale majanti, wale top, majanti wakubwa hawa mm. Ndo wenzetu ambao tunaweza tukabato nao kwenye vitu vingi kiwanjani. Sasa unavyoshinda kushinda mechi ya namna hiyo, nataka ushinde mechi na nani aje? Simba, Yanga, Azabu, mkamie upate haya matokeo mm. Kitu ambacho kitokee mara kwa mara, inaweza katokea mara moja mkacheza nao mkapata hizo alama mm. Sio kama ndo itakuwa ni tabia yenu. Unaweza kupata mechi mara moja mkapata matokeo kwa sababu mtakuwa mmejihamasisha sana mm. lakini hawa ujapata matokeo dhidi yao, inaweza ikawa inakufikirisha, inawezekana. yeah, yeah. Mwalimu uh, pia uh, nyuma kukawa kuna presha nyingine au uh, shinikizo lingine ambalo lina mkumba kwamba timu yetu tunatamani ifanye vizuri zaidi. Kwa mfano, ikiangalia Mashujaa kwenye nafasi ya tatu kwenye msimamo wa waligi, lakini angalia idadi ya mechi ambazo Mashujaa wamecheza mpaka sasa hivi, na sio tu idadi ya mechi ambazo umecheza, umecheza dhidi ya timu gani? mechi ambazo umecheza umecheza katika mazingira gani, alafu umebakiza mechi ngapi huko mbeleni. Ujua, ligi inaenda inaendelea ukiwa umecheza michezo tisa au michezo nane, imbakiza mechi umebakiza mechi ishirini na mbili. Mechi ishirini na mbili, ujicheza na Simba, labda mechi, Simba na Yanga na, na Azam zile mechi zote sita, kwenye ishirini na mbili. Ukitoa hizo inabakia mechi hizo kumi na sita, ujekutana na timu kama hizi. Awa ndo Kostali, ujecheza nao kwao ujicheza na umezungumza kwa Coastal, alafu sema kwao. <laughs> ujaenda kwao, e, kwao. E, kucheza nao mm. ujicheza na JKT kwenye wow. mechi nyingine ambayo utaenda kwao hiyo, unazidi kupunguza zile namba za mechi ambazo possibility mm, yako ya kushinda inakuwa ni kubwa zaidi kweo, kwa hiyo kwako inakupa mawazo kwamba itakuwaje kwenye hizo mechi zingine ambazo pengine kuna timu pia zitatumia faida dirisha dogo kuboresha vikosi vyao na wewe ujicheza nao mm. Afu kuna muda utakutana na timu ambazo wanazo pia pressure yao ya kubakia hmm, kushuka daraja kwenye ligi. Yani, imechanganyikiwa. Kila mtu anatamani kupata kitu kizuri huu, ndo wakati ambao angalau kuna ile relief kwa mwanadamu, nikashinda mechi zangu nyingi na nikatulia, lakini unavozidi kuhesabu lakin hmm, mechi zilizozidi kupungua. Afu bado upate kitu kizuri wakati uko naona mechi unaiweza hmm, lazima itakupa stress kwa kiasi kikubwa. Mimi naona kama wanateseka Mashujaa na ndio maana namuumiza sana kichwa mwalimu kwa sababu huu uh, uh, uh, ni mtazamo wangu mimi. Ulikuwa Kigoma? Ehe, nilikuwa Kigoma kweli, na Kigoma mbali. Ukiondoa Simba Yanga, Azam, Singida, timu inaofuata hapa kwa kusajili vizuri ni Mashujaa Pamba. Mashujaa, yaani wanaofuata hapa ni Mashujaa, alafu baada ya Mashujaa Pamba, Dodoma Jiji. Wanakuja Pamba, Dodoma Jiji alafu ndo wanafata wengineo, unanielewa? Sasa unaona, mm -hmm. Hata JKT pia nayo. So, uh, no, no, no, ni wengineo mm -hmm. Lakini timu ya mwisho okay, kwenye kusajili vibaya kabisa, kwanza kusajili vibaya tuseme, uendelee na ule uchambuzi wa mwanzo hizo tuluiaza kikichelo baada ya eh, kuenda Kigoma eh, eh. Sasa uh, mashuja mashujaa unatoa timu mbili ambazo zinaweza kushindana kwa asilimia mia, mia hmm. kwenye ligi ya NBC unanielewa, sijui nakuelewa, yani kama kipa, kikosi kikosi pa eh, kumi na moja metimia hmm. yani tupange timu hapa golini Muntari au acheze Jola eh yani au Jola eh kwa sababu Okay. Namba mbili wapo, namba mbili wawili wanaofanana mm. Uwezo mkubwa mm. Namba tatu wapo, namba tatu wawili wakubwa wanaofanana. Nne na tano wapo wawili wawili, wakubwa wanaofanana kwenye midfield, the same winger, the same hapa ndani, the same, mastriker the same. Yani, hii timu ambayo mwalimu, viongozi wanakudai matokeo sasa, inapotokea unaenda sale na Dodoma Jiji mm. Unakwenda sale na Coastal Union a yani, alafu unapeleka, hebu niambie kwa timu kama Mashujaa mwalimu anaweza kuandika ripoti, anamhitaji nani? Yani, ukitazama Mashujaa eh? kwa daraja lao eh, kwa daraja lao, hivi mwalimu anaweza akaandika ripoti, anamhitaji nani ambaye amekosekana Mashujaa? Kwa sababu pale mbele tumshambulia, maana zaidi ya Mgunda una Jafar Salum, kibaya una una kibaya, una Ulomi, una kwanza una kibaya, una Mgunda, una Ngushi hey, una, una Mudathiri Sawa, una una olomi, olomi. Si ndio? mm -hmm. Alafu una streka Unguja, Mohamed Musa, umeona washambuliaji wangapi? Hao washambuliaji saba, yani hebu niambia ripoti yako, hapa ni mteji striker wa aina gani? Bado uko pembeni, una kiimbwa yeah, una bwenzi una cheda una yule Mzanzibari mwingine nani, Vuai eh. Haya, umeona mawinga ulikuwa nao, njoo eneo la katikati una Onditi eh, una Omali Omali, una Stambuli una Yusuf Dunia alafu mnyenyezi Shabani, si unaelewa? Haya, toka hapo kwenye midfield nje kwenye defense eh, ndio maana nakwambia yani ni timu ambayo of course inafika mahala hata uh, wachezaji wenyewe wakikosa matokeo hmm. Wanacho kinachowafanya walale chini ni mawili, huenda ni game time, mchezaji anakuwa analalamika hmm. kwamba imechukua kushinda kingi kwa sababu hmm. Sasa najikuta sikofiti, mwalimu anipi nafasi. Unaelewa shida kwayo nini eh? Ulivoenda Kigoma Rashid, shida nini mwalimu? Selection inamsumbua kwa hiyo mwalimu kazidiwa au mwalimu kazidiwa na kikosi bwana? Jana nimeona nimeona urejeo uh, wa uh, Triple G. Mechi iliyopita Costa alicheza mm. kama dakika 10, jana pia akacheza uh, almost kama dakika 25 hivi au 30 mm uh, sema kama sijui, hebu naweza kama kijiwe za kichakinongwa nongwa msimu mm mwaka jana, kapteni alikuwa Triple G mm. Sasa hivi kitambaa msim. mm. Mm. msimu Bakari eh, my expectation ni kwamba alivyoingia Tripo ampe kitambaa kitambaa, kirudi Gwalala. Aliumia, issue ya kuumia eh, alivyoumia muda mrefu mm. Msimu ukaanza sio Bakari, lakini msimu wa ligi eh, akaonyesha aka utovu wa nidhamu wa kiwango cha kufukuzwa aleo hmm, wakafukuzwa kambini, wakarudishwa, wakasimamishwa. Walivyorudi wakakuta tayari timu ina uongozi mwingine kwenye benchi, kwa hiyo lile doa la kuonyesha kwamba ule utovu wa nidhamu walouonyesha huenda uongozi haukuridhishwa kwayo, ukaamua kuteua kijana anaotokea pale pale Bakari Msima eh, sabanae, mvalishe kitambaa bwana mdogo, kwa sababu kipindi cha msimu wa mwaka jana alikuwepo mtu anaitwa uh, Zombo hapa. Zombo alikuwa anavaa usinga ambaye ameenda Dodoma, jiji Dodoma, alikuwa Zambo es amezaliwa hapa, alichukua kitambaa kutoka kwa Jackson Katag Shiga. Nimeelewa ah, hey. hey. okay, kama za Kigoma nimezielewa <laughs> <laughs> hivyo nisielewe. <laughs> so, so, huyu ana shida moja, yani moja kati ya vitu ambavyo mimi nilijaribu kuzitafuta tafuta alikuwa frustration baada ya dili lake kushindikana kwenda Yanga Africans. Ah, eh, yanaa lilimvuruga kisaikolojia. Kwa hiyo kanaona hata viongozi pia nao wananizingua tu, na ndio maana umeona uwezo wa Gwalala n yani umeshukani kwa haraka kutoka juu kwenda kwenda chini yani, sasa hivi Gwalala hata akicheza asicheze, una huoni hilo pengo lake, na, na majeraha kwa hiyo lakini, asingeshuka kwa kiwango hicho sawa tu. tu tuoke hapo, tuangazie taarifa nyingine kwa wakati huu, ambapo baadhi ya wanachama wa klabu soka ya Simba wametoa maoni yao juu ya mapendekezo ya kwenye maboresho ya katiba baada ya klabu hiyo kufanya mkutano mkuu wa klabu wikendi hii nchini Dar es Salaam. Tusikie wanachama walichokizungumza. Binafsi mi nimevutiwa na kile kipengele ambacho kinampa makucha mwenyekiti sababu nikisema mwenyekiti kwa upande wa wanachama wa manake, ndo bosi wangu mimi. Endapo timu inakuwa kuna sintofahamu au kuna nini chochote, ndo mtu ambaye mi namuuliza. Sasa kipindi cha nyuma, e, kulikuwa na hayo mambo kwamba huwezi, unashindwa muuliza nani upande wa mwekezaji au muulize mwenyekiti. Lakini kwa sasa hivi mwenyekiti ule pia ambaye ile katiba inampa nguvu ye ya kuunda ya kuunda ile, e, bodi ya watu wake nane. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni kitu kikubwa ambacho leo kesho hata nikiona sintofahamu na uwezo kwamba naenda kumuuliza mwenyekiti wangu. Kuna baadhi ukiafatisha ni jambo la heri na jambo zuri. Kwa mfano kama ukiangalia uki kuna kwamba katika eneo letu la pale mtaa Msimbazi tuwe na tuwe na jengo letu kubwa gorofa kadhaa ni jambo zuri. Hata tuwe na viwanja vyetu vya vya mpira ni jambo zuri eh, ni jambo zuri. Kwa hiyo hata wale waliopeleka mapendekezo walikuwa ni mapendekezo mazuri, lakini sasa huku mbele ya safari target yetu sisi wengine tulikuwa tunataka tupitishe tu, tu e. Maanake unajua mkutano kama ule kuna kuna ndio kuna vipi kuna na kuendaje, hey, sawa ndio hapana ndio hapana, lakini hatukufika tamati yetu yani. Kwa kifupi kama tulikuwa bado hatujamalizia ile shughuli, mashabiki hawakupendezewa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu hoja zao za msingi ambazo zilitaka kuzifikisha hazikupokelewa au hawakupata nafasi ya kuweza kuzifikisha. Kwa hiyo mimi, kinyago Tabata e, nitaendelea kuwaomba viongozi waendelee kuwa na mashabiki e, au na wanachama wasikize hoja za msingi ambazo wanazitaji. Pasipo na shaka, kila mtu ataendelea ata kuamini kuyami, viongozi na tuendelea kuamini simba yetu. Nilihudhuria mkutano aa, na maboresho ya katiba yote niliyaona, na katika yale maboresho e, kuna vipengele ambavyo tunaona hivi kwetu ni sahihi, yes, na kuna vipengele e, tunaona kwetu hivi, aisee, huko mbeleni vitakuja kutu, kutuletea shida kwa hiyo uh, maboresho yale tumeyapokea katika pande mbili. Kuna pande zingine inatakiwa tuyachakate yapitishwe, lakini kuna mengine tunaona hapana, haya yatatuletea shida huko mbeleni. Tufanye nini? Tuyaache. Lakini unfortunately hatukufikia lengo e, hatukufikia lengo. Kwa vipi? Maboresho yakisomwa ni mema au ni wajibu kuletwa kwa wanachama kutoa komenti zao na suggestion zao. Jamani, kipengele hichi kimepita au akijapita? Yes, mashabiki na wanachama wa klabu ya soka ya Simba Sports Club wakiweza kuzungumza hayo, lakini kwa wakati huu hapa moja kwa moja tuelekee kwake Omar Suleiman kwa ajili ya mkutano kati ya JKT Tanzania dhidi ya Mtibwa Sugar kuelekea mchezo wa hapo kesho. Kwako kwa Omar Suleiman. Uh, Rashid, mambo yake vizuri, tunataka kuungana na Omar Suleiman bana, inshallah tunataka kusikia hapa, uh, wanachama wa Simba <laughs> wakitoa maoni yao. Mbona kwa chipa hiyo kama una fry tena tu wanakula kitu, mtu mbaya kabisa wewe. yake nini? Eh, wewe ulifuatilia mkutano eh? Nilifuatilia mkutano vizuri tu. na yeye sulifuatilia mkutano? Mimi nimesema ndio, nilifuatilia mkutano vizuri.

lakini sio changamoto kureact, yani kupokea, unajua <laughs> <Mwajua? laughs> kuviendea vitu vya kijamii na vitu vyote, mnahitaji kuwa na ufahamu kubwa sana kwenye namna ambavyo mnaviendea mnaweza mkafanya vitu kwa mihemko ndio usielewa kama kuna vitu vingi i kwa namna ambavyo wanafuatilia pale wa, vikuwa v kwenye mtiririko wao, na namna ambavyo wanatakiwa kiongoza mambo yaende, wanakubaliana kwa mujibu wa kiti wao, vitu vingi ambao walikuwa wanavitaka kiti ayaongoze waliafanya kwenye kikao kile kilichopita. Ndio hapana, ndio hapana, hiki akikuwa hivyo, ikikuwa kuna maboresho ambayo ametokea kule, siuka waanelewa

namanganjeaan pamoja na Michael nafikiri kuna mjadala mpana sana katika mabadiliko ya klabu ya yeah, soka ya yeah. na miongoni mwa kwa mtu nadhani kama mtozi pia tutafanya tuta, tuta majambo mm. nafikiri Mlamng'ambi yeah. Yeah. tunapaswa Trapa, kumpata Mlamng'ambi mm. alikuwa anaongoza ile kamati ya mabadiliko ya yeah, transformation kipindi kile mm. kwenye ule mchakato hawakufanikiwa hawakukamilika, sasa mm. sasa sasa, si ndio huo ukumbaka hapa yani huo, huo, huo mwanzo wake. mwanzo wake yeah. wake ndio ambao ulitakiwa ufikie mwisho, ambao pengine sasa hivi tunaona, mimi mtazamo wangu wakae tena chini vizuri, yani wakae tena chini. Simba Simba Simba as a Simba, Simba Sports Club wanachama wakae tena chini sawa, ili kuweza mm. kuangalia wanaelekeaje mabadiliko kuliko haya ambayo unajaribu kuleta uh, mapingamizi au mnajaribu kutengeneza hoja ambazo msingi wake unahitaji mbadilike kwa kukubaliana, ili mjenge haya mengine. Sasa haya si yote ambayo unakuta kama hivi, unaona hapo kina pasi milioni, pasi milioni, umemsikia pasimilioni, memskia choko na kitani siku unasubiria pale, ndio au hapana, ndo ndola kwake, umemsikia pale mzee wa saluti. Mm, eh, umeona hawa watu yani matarajio yao ni tofauti. Huyo alikuwa anategemea hitaji hiki, ndio au hapana? ndio Sa, mm. Sasa inawezekana hiyo ndio au hapana? kulikuwa kuna idadi kubwa ya watu wanataka hiyo ndio na, au au hapana. nafkiri na, na, na, na, na, na, ni kitu ambacho cha kuhitaji muda kidogo imari, kwa sababu lengo lote ni zuri mm. kwamba klabu iwe katika mfumo mzuri kuwe mm. na mambo mazuri na furaha ya mshabiki nikuona timu ina perform na taja namiminika na uzuri ni kwamba system imeweka utaratibu wa mm -hmm. jinsi ambavyo hizi transformation zinatakiwa zifanyike, mm. kwa hiyo unavyoenda nje ya kile ambacho utaratibu wa baraza la michezo unataka, maanake mm -hmm. ni kwamba unakuja meet kile ambacho uh, nini uh, system inataka. Kwa hiyo mwongozo uzuri ni kwamba upo nini ambacho mimi ni natakiwa kufanya, kama klabu mnatakiwa mm -hmm. kuzingatia vitu gani kwenye mabadiliko kwanza ya kanuni yenu kama klabu lakini pia kufuata kile ambacho kipo kwenye mwongozo, mwongozo mwongozo mwongozo, ee. kwenye mwongozo mwongozo, sawa.